Kwamba tunafanya kazi kwa kushirikiana Mheshimiwa Waziri, kuna maelekezo ambayo aliyatoa ikiwemo e, programu ya uchimbaji wa visima mia tisa. Ni kutoa wasiwasi Mheshimiwa Waziri pamoja na Katibu Mkuu kwamba tunaendelea vizuri. Hapo nyuma kidogo kulitokea changamoto kidogo ya kupatikana kwa vifaa ikiwemo pampu lakini nikuhakikishie kwamba vifaa vyote sasa tumeshapokea, pampu zote zimefika, sola zimefika, na kazi ya ufungaji inaendelea vizuri o. <laughs> Nikuhakikishie kwa wiki hii tunauhakika tutafikia asilimia tisini ya visima vyote ambavyo tumechimba na kufanikiwa kupata maji, basi vitakuwa vinatoa maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Katibu Mkuu pia maana jana walipofika, kitu cha kwanza niliuliza kuhusu programu ya visima mia tisa. Kwa hiyo nikupe nikutoe wasiwasi kwamba tunaendelea vizuri na wiki hii mambo yatakuwa mazuri na wewe wenyewe nitakupa taarifa. Na haya mambo mazuri tunayafanya kwa kushirikiana, kama walivyotupa maelekezo kwamba hii programu ya visima mia tisa itakuwa ni ya sekta nzima. Kwa hiyo ni wangu kwa kushirikiana kwa karibu na katibu wangu ikatikni ushirikiana wa kutosha. Ni katibu wa nguvu, anafanya kazi nzuri, na anajivunia kuwa na katibu mchapakazi. Ndugu waiwalikwa, kama nilivyotangulia kusema tunawakaribisha katika wa wetu wa Mbeya, mjisikie mko nyumbani. Lakini pia niliambiwa kwamba katibu wangu alisha kuambia mambo mazuri ambayo yanapatikana katika Mkoa wetu wa Mbeya ambapo tunajivunia mambo mazuri, mambo makubwa matatu. Kwanza tuna baridi ya kutosha, hilo la kwanza. Lakini pia tunao mchele, mchele mzuri kabisa unatokea hapa Mbeya. Kwa hiyo unaporudi majumbani, basi hakikisha angalau kila mmoja amebeba kifurushi, ili tusaidie kukuza uchumi wetu katika mkoa wetu wa Mbeya, lakini pia na nyinyi mpate chakula kizuri majumbani. Unapofika nyumbani basi Uweze kupeleka habari nzuri. Jambo la tatu tuna maharage ya Jesa, haya nayo msisahau, yanatusaidia sana katika kuimarisha familia zetu. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa na waziri, naomba niwakaribishe tena na kuhakikisha kwamba Mbeya iko sawa. Asante sana. <laughs>